Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club wanajiwinda na mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho huko Morocco dhidi ya RS Berkane, lakini kuna taarifa zao mbili. Taarifa hizi zinahusu nyota wawili wa kimataifa wa Tanzania, kwa maana ya nyota wazawa. Nyota hawa wawili, kuna mmoja yupo katika kikosi chao ambaye anatoka na kuna mmoja yupo nje ya kikosi chao anatarajiwa kuingia. Nyota hawa ni nani na nani? nyota wa kwanza, haraka haraka, bila kupoteza muda, ambaye anatoka ni Ladaki Chasambi. Ladaki Chasambi huyu ni kiungo wa ushambuliaji wa kikosi ko cha Simba Sports Club. Ni kijana ambaye walimnunua walimchukua kutoka kwenye kikosi cha Mtibwa Sugar. Sasa basi, Ladaki Chasambi ni miongoni mwa zile products au wale nyota wa kikosi cha timu ya taifa ambayo ilicheza AFCON chini ya umri wa miaka kumi na saba mwaka elfu mbili kumi na tisa. AFCON ambayo ilifanyika Tanzania, walikuwa katika kundi moja sambamba na Tanzania, uh, Uganda alkadhalika uh, pamoja na na Nigeria pia. Sasa, Ladaki Chasambi ndio katika ile Intec, wapo nyota wengine ambao tayari wamesha uh, wamesha ondoka kwa maana wako barani Ulaya. Wapo ambao wako hapa hapa Tanzania, lakini wapo ambao wamekwenda uh, barani Ulaya. Miongoni mwa nyota ambao wameondoka kwenda barani Ulaya ni pamoja na Kelvin John. Kelvin John huyu tunamkumbuka Mbappe huyu miongoni mwa vijana ambao walikuwa anafanya vizuri sana kwa wakati huo akiwa na hiki kikosi cha Serengeti Boys chini ya umri wa miaka kumi na saba mwaka elfu mbili kumi na tisa, lakini mwingine yupo Morris Abraham. Morris Abraham huyu ni nyota ambaye aliwahi kutrendi hapa kwa sababu alikuwa akifanya mazoezi na Simba, lakini na mwenyewe pia ni product hii sasa hii generation ya Serengeti Boys tayari imesha provu wapo katika senior level wanacheza kandanda katika mataifa mengine huko barani Ulaya. Morris Abraham, taarifa ambayo tulikuwa nayo ni kwamba mwezi watano, no, wa tano ndo alikuwa anatarajiwa kwenda kucheza huko Scandinavia sehemu ambako alipata timu. Sasa a, wapo wachezaji wengine ambao walikuwa wanatoka kwenye mataifa mengine kwa mfano kama Nigeria katika generation hii tutakumbuka Angola walikuwepo katika ile AFCON. Moja ya nyota ambao wamefanikiwa kwelikweli ni pamoja na Zito Luvumbo, Zito Luvumbo. Zito Luvumbo alikuja hapa na Angola ambayo ilikuwa inanolewa na Pedro Goncalves, huyu kocha ambaye anaifundisha timu ya Angola sasa hivi ya senior ya timu. Zito Luvumbo wakati ule, wakati anakuja hapa kucheza AFCON, Alikuwa ni winga moja msumbufu sana, alikuwa akichezea klabu ya Premier de Agosto ya pale pale Angola, timu ya jeshi hii wakati huo. Lakini kwa sasa tunapozungumza, yupo kwenye kikosi cha Cagliari, anacheza kananda nchini Italia, Italian Serie A, na huyu alikuwepo katika uh, majaribio kwenye kikosi cha Manchester United, alishawahi kwenda kufanya majaribio pale. Kwa hiyo generation hii ya mwaka elfu mbili kumi na tisa ya kina Ladaki imesha prove wako wengi, maeneo mbalimbali. Kwa mfano, Stellenbosch walivyocheza na Simba, walikuwa na kiungo wa kushambulia anaitwa Ibrahim Jabar ambaye kimsingi ni Nigeria, na yeye alikuwepo katika ile Afcon akiwa na kikosi cha Nigeria. Mjaribu tu kukupa picha generation ya, ya Ladaki wenzake wako wapi baadhi. Sasa Ladaki Chasambi anahitajika kwenda kuangaliwa kwa maana ya majaribio katika taifa la Sweden. Sweden miongoni mwa Scandinavia countries, kwa hiyo anatakiwa kwenda Sweden kufanya majaribio, na klabu ya Simba tayari wameshabariki juu ya mpango huo, ingawaje hiyo klabu ambayo anakwenda huko Sweden bado sijainasa, lakini ni confirmed kwamba Ladaki Chasambi ataondoka kwa majaribio kwenda Sweden kufanya majaribio yake, mambo akiwa vizuri, basi Simba italamba mpunga hivyo basi. Hii uh, ndio stori ya kwanza ambayo tuko nayo uh, kwa wakati huu. Stori ya pili sio ngeni sana masikioni mwako, lakini sasa hivi imekuja kwa namna tofauti. Yenyewe ipo hivi. Niliwahi kugusia juu ya kiungo wa kimataifa wa Tanzania ambaye pia anacheza kwenye kikosi cha Zanzibar Heroes, anakipiga kwenye kikosi cha Fountain Gate ya Babati Manyara. Huyu ni Abdallah Yasin Kulandana. Hii stori tuliwahi kuzungumzia wastani wa wiki tano mpaka sita nyuma. Abdallah, Abdallah Kulandana, nadhani watanzania wengi wanamfahamu huyu kiungo. Ni moja ya viungo wazuri kwenye safu ya kiungo cha chini, kwa maana ya kiungo cha ukabaji, na tulizungumza vitu vingi sana kuhusu kiungo huyu. Sasa stori ilivyokuwa kwa wakati ule bado ipo vile vile. Utofauti ni kwamba figa zimebadilika na tayari klabu ya Simba imeridhia. Wakati ule tunapozungumza ilikuwa Simba wamepeleka Tanzania shillings milioni arobaini kwa ajili ya kunasa huduma ya huyu mchezaji. Ikumbukwe huyu mchezaji ana mkataba na klabu ya Fountain Gate. Sasa bas uh, ili kununua mkataba wake simba walipeleka milioni arobaini. Kwa maana hii milioni arobaini wanaipelekwa kwa Fountain Gate. Sasa Fountain Gate walikataa hii fedha Waliwarudisha Simba. Stori iliishia hapo, na wala sikutaja hizi figa kwa sababu walikuwa sijapata uthibitisho wa kiwango kilichotokea. Kwa hiyo walirudishwa Simba, wakaambiwa watoe Tanzania shilingi milioni sitini ili kuweza kunasa huduma ya Abdallah Kulandana, ambaye ana mkataba bado na, na kikosi cha Fountain Gate. Sasa Fountain Gate, kwa sasa tunapozungumza wamejikita zaidi kuchukua wachezaji visiwani wa Zanzibar, hususan kwenye klabu ya JKU na kimsingi Fountain Gate ni wadhamini wakuu wa hii club. Hata ukiangalia mbele ya jezi zao zimeandikwa Fountain Gate Schools. Kwa hiyo uh, wenyewe Fountain Gate watakwenda wanachukua wachezaji wao Zanzibar, hususan JKU, wanachukua na maeneo mengine, lakini tayari kuna chimbo lao la kuchukulia wachezaji. Na ndani ya kikosi cha JKU, miongoni mwa wachezaji ambao walipafomu vizuri sana kwenye fainali za muungano ilikuwa ni pamoja na Kofi Hamza. Kofi Hamza, Kofi Hamza ni kiungo wa chini, kwa maana ya kiungo wa ukabaji, eneo ambalo anacheza Abdallah Yasin Kulandana. Sasa Kofi Hamza, uh, kwa performance ambayo alionyesha, taarifa ni kwamba kiungo huyu anakwenda kujiunga na Fountain Gate. Sasa manake replacement yake ni Abdallah Kulandana, na ikumbukwe Kulandana alitokea Zanzibar, katika kikosi cha Mlandege Kacheza Zanzibar Kudemba, kacheza Zanzibar Mlandege. Hivyo basi alitoka pale ndo akaja Tanzania Bara, ingawaje kwao ni huku kwa maana ya, ya, ya ambako alitokea kwa, kwa, kwa uchezaji alianzia huku, klabu mbalimbali ikiwemo Mawenzi Maket ya Morogoro. Lakini, at the moment tunapozungumza ni kwamba Kofi Hamza anakwenda kuchukua nafasi ya Abdallah Yasini Kulandana ndani ya hapo uh, Abdallah Yasini Kulandana, msimu uliopita wa elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne alikuwa best midfielder, best midfielder of the season kwenye ligi kuu ya PBZ, ligi kuu ya Zanzibar, msimu ambao pia uh, nyota wengine mbalimbali walifanya vizuri, akiwemo Suleiman Mwalimu alifanya vizuri pia akitokea huko huko Zanzibar. Kwa hiyo so far tunapozungumza ni kwamba Simba wameridhia kutoa hiki kiwango cha fedha kwa maana ya Tanzania shillings milioni sitini kwa ajili ya kunasa huduma ya mchezaji huyu wa ndani. Kuna changamoto kubwa sasa hivi ya wachezaji loko, wachezaji wa ndani wenye madaraja ya kuridhisha. Miongoni mwa wachezaji ambao wana kiwango kizuri so far katika msimu ni pamoja na Abdallah Yasin kulandana ambaye yeye mwenyewe hana shida kwenda kujiunga na Simba. Fedha hii ni fedha ambayo itakwenda kwa klabu ya Fountain Gate moja kwa moja. Baada ya hapo Simba watakaa chini na Abdallah Yasin kulandana kukubaliana mshahara na signing fee, bonuses, na kadhalika, ndipo uh, ambapo deal itakuwa signed. So far na hii taarifa ambayo nimekuja nayo hapa sio ya jana, sio ya juzi, ina juma moja sasa hivi tangu uh, Simba lipokomfam kwamba atatoa shilingi za shilingi milioni 60, lakini mimi imenifikia katika wakati ambao nimewiwa kusema uh, muda huu kuileta kwenu stori hii. Kwa hiyo tutarajie kumwona Abdallah Yasin Kulandana akienda Simba, ingawaje bado hawajasaini na Simba bado hawajapeleka fedha kwa Fountain Gate, lakini at the moment tunapozungumza dili imestendi hivi kama ilivyo. Swala la muda, muda husema ukweli zaidi.